Chadema mi niliipenda, sa Mungu alipenda watu, mliipenda Chadema na sisi tuliipenda, lakini mimi nimeipenda zaidi Chadema. Baibai, bye bye. Chadema ina lilahi wa ina lilahi rajuma. Chadema ina lilahi, wa ina lilahi. Eh, hakuna dhambi kujivua. Hata nyoka anajikoboa, anapata ngozi mpya nyingine. Baadhi ya viongozi na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mkoa wa Katavi leo wametangaza kujivua uanachama wa chama hicho kwa kile kinachoelezwa kutokukubaliana na ukiukwaji wa maadili ndani ya chama hicho. Hayo yamejiri hii leo ikiwa ni muendelezo wa kile kinachoendelea katika chama hicho kwa baadhi ya wanachama wake kujivua wanachama. Wakieleza sababu ya kujiondoa kwenye chama hicho wajumbe hao walioongozwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wa CHADEMA kanda magharibi, Masanja Musa Katabi, kutokuunga mkono kampeni ya no reform no election. Kwa miaka yote thelathini na kidogo ya vyama vingi tumekuwa tukifanya hivyo, sasa hatushiriki uchaguzi kwa maana hata yale maadili tunasema maadili hapo, hata, hataja maadili, haina maana kwamba maadili mazuri hapana. Maadili tulio tulio tunga au tukatoa mawazo yetu yakatungwa, oh, hatukwenda kuyasaini urapo acha kwenda kusaini. Maana yake ni kwamba wewe si sehemu ya wale watakaotekeleza yale maadili. Si ujasaini unatekeleza, unatekeleza. Basi wewe ukubaliane nao na hujaenda kusaini No reforms no election, nilianza kuitafakari sana. Maana yake nini? Nikaambiwa kwamba hii inasema bila mabadiliko hatuwezi, haiwezekani kuwa na uchaguzi. Ina maana CHADEMA haiwezi kuingia kwenye uchaguzi kama hakuna mabadiliko, na hiyo mi nilikubaliana nayo. Nikafikiri labda kutakuwa na hoja nyingine mbele ambayo itatusaidia sasa tufanyeje ili tuingie kwenye uchaguzi. Lakini kilipokuja kipengele kingine kwamba CHADEMA imeshindwa kujaza fomu za mali ambazo ndo zinaongoza uchaguzi, maana yake tukaambiwa tumejitoa sasa kwenye uchaguzi katika vyama kumi na tisa ikabaki CHADEMA peke yake. Mwanachama mtiifu CHADEMA mpaka juzi, watu wananipigia simu, wanasema hata wewe Amisa Wenye wa kuondoka CHADEMA mfia chama wewe. Kielele wa chama wewe? Nimesema sasa, kielele wa chama ameondoka, mfia chama ameondoka, anakwenda kutengeneza chama imara, chama kinachoshiriki uchaguzi, ambacho tutafanya uchaguzi na tutashinda. Hamisa, wewe umekuwa umegombea mwenyekiti wa mtaa wa Nsemulwa, mbona monauku? Nimejiunga na chama hiki toka mwaka elfu mbili na sita na nimekuwa na vyeo vingi vingi ndani ya chama hiki mpaka leo, najivua nikiwa mjumbe kamati tendaji ya jimbo. Ina maana si ndio, tulikuwa tunaandaa kufyeka wale wanaogombea ubunge, si ndio? Akituletea majina pale, fyekafyeka sisi Ukienda kule kwa sisi waumini tunasema wainjilisti, tuna hubiri Injili. Lakini kweli Chadema tulikuwa tunaipenda wote kwa ujumla, lakini ndio imetokea sitofahamu. Najua ndugu waandishi wa habari wa mtajiuliza maswali mengi kweli, na we mama Eliza na wewe Dasuzi nawe umejivua. Hakuna dhambi kujivua, hata nyoka anajikoboa anapata ngozi mpya nyingine. pindi hayo ya kijiji, viongozi hao wamesema kuwa watatumia haki yao ya kikatiba kujiunga na chama kingine cha siasa na kugombea nafasi mbalimbali mbali katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Hakuna dhambi katika nchi hii, hutoka chama kingine kwenda chama kingine, ili maadamu utii sheria za nchi, utatoka CCM utaingia Chadema, utapokelewa, utatoka Chadema utaenda kafu utapokelewa, maadamu utimize sheria za chama jinsi zilivyo. Hapa naongea kwa niaba ya viongozi na niaba ya wanachama wenzangu wote tuliokutana mahali hapa, tumejivua rasmi wanachama wa Chadema. Muda utakapofika, tutawaeleza umma, kama tunavyoongea leo, tunaelekea wapi. Lengo letu kubwa ni kwenda kupambana na kusu, kusukuma gurudumu Make Chadema tumesukuma gurudumu limefika kwenye tope, limekwama. Kwa hiyo sasa hapa tunajikwamua, tulitoa gurudumu kwenye tope, lakini imeshindikana.